Ebwana mashambulizi ya Marekani huko Iran yamezua taharuki. Hofu ya kutokea mzozo mkubwa zaidi wa kikanda huko Mashariki ya Kati imezidi kuongezeka baada ya Marekani kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran. Siku ya Jumapili, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana kwa dharura kuijadili hali hiyo ambayo imezusha taharuki kote ulimwenguni. Mkutano huo wa dharura wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa umefanyika wakati Iran ikilaani vikali hatua ya Marekani na kusema imevuka mstari mwekundu kwa kushambulia hapo jana vinu vyake vitatu vya nyuklia vya Fordo, Isfahan na Natanz. Serikali ya Tehran imeionya waziwazi Marekani kwamba italipa kisasi. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa, Amir Saeid Iravani ameuambia mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Marekani imeamua kusambaratisha diplomasia, na kwamba jeshi la Iran litaamua wakati, aina na ukubwa wa jibu sawia. Baadaye, rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa, ingawa haijawa wazi athari hizo ni kubwa kiasi gani. Baadhi ya waangalizi wameonya pia kwamba mustakabali wa juhudi za kudhibiti kuenea kwa silaha za nyuklia kwa njia za amani upo hatarini kutokea duniani. Shirika la habari la serikali la Iran IRNA limeripoti kwamba Ali Akbar Velayati, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran, ametahadharisha kuwa nchi yoyote inayotumiwa na Marekani kuishambulia Iran, itakuwa shabaha halali ya vikosi vya jeshi lao. Hata hivyo, utawala wa Trump umeonyesha nia ya kutaka kuanza tena mazungumzo ya kidiplomasia na Iran, ambapo waziri wa mambo ya nje ya Marco Rubio akisema katika mahojiano na CBS kwamba nchi hiyo inahitaji kufanya mazungumzo ya umoja ya moja kwa moja na Iran, huku waziri wa ulinzi Pete Hegset akisisitiza kuwa Marekani haitaki vita. Misimamo ya mataifa mbalimbali kutokana na mashambulizi hayo ipoje? Tukutane katika posti itakayofuata tukizungumzia misimamo ya mataifa mbalimbali kutokana na mashambulizi hayo ya Marekani kwa Iran.